Kusaidia familia zetu, lakini pia kutetea kazi zetu tukiwa kama vijana wa Kitanzania. Uh, kuna vitu vimetokea na distribution ambayo inasimamia kazi zangu. Ya imezuia mapato kwa miezi minane, kwa miezi minane almost huwezi ku invest tena kwenye kazi yangu. Sio kama siwezi, si record. Yes, mimi na record kila siku na ndio maana nawapostia watu kuona kwamba bwana mimi nafanya kazi ila hazitoki kwa sababu uh, kuna kuna hicho yeah, kwa kwa yes, si kwa ambacho tumekiwasilisha, right? Uh, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kimefika kwa walezi wetu BASATA. Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kama kikifanyika kwa haraka ili ndoto ya kijana mimi isije ikafifia na isije ikapotea ikaishia kwamba msanii ambaye ni wa Kitanzania, kijana ambaye alikuwa anapambania kariera yake kariera yake imepotea kwa sababu ya kuwa tofauti na kampuni fulani. so, okay. niwaombe tu wazazi wangu, BASATA, walezi wetu, shirika ambalo mimi naamini ndio baba yangu ndio mama yangu, kwa sababu wao ndio ndio wanametuwekea maadili pia ya muziki wetu wa Tanzania, wanisaidie kwa hili kwa uharaka zaidi kwa sababu pia kutetea kariera yangu pia so, yes. Na, kipindi ambacho umezuiliwa uh, mapato yako yote labda, yes. Ulijaribu kufuatilia ili kufahamu sababu kubwa ya mapato ambayo ulikuwa ukiyafanyia kazi kwa takriban miezi minane kuzuiliwa, ilikuwa ni nini? Uh, mapato yanajulikana na of course wamewasilisha kila kitu, na ni mkwanja tu mrefu, yani ni mrefu tu, yani ni mkwanja Yeah, yani, nyumbani. Uh, <laughs> sio nyumbani <laughs> Dar es Salaam uh -huh. mm. So kubwa kikubwa, nimwombe tu Mwenyezi Mungu uh, atufanyie pesi kwenye hilo ili liwe, liwe kwa uharaka zaidi liwe jepesi okay, ili watupate kutoa kiu zetu, kwa sababu mi mwenyewe na kiu ya kumwona shabiki yangu anaimba nyimbo yangu, kwa sababu mi navyo rekodi muziki always niko ndani, so nahitaji kuona improvement kwa watu kwamba ulichokifanya mm. It's a big thing, yeah. Okay, so, it's a long time. Uh, muziki umebadilika naweza nikasema hivyo. Uh, na sasa hivi tuna huu upepo wa mapiano. Yes. Na, na tukitazama Ibra hatujawahi kumwona kwenye hii nafasi. mm -hmm. Tunaweza tukamwika Ibra hapa, akarudi yule Ibra ambao tunamtamani arudi yeah. Akatupigia mapiano. Yeah, of course, kwa sababu mimi nafanya muziki wote. Mimi sifanyaga mbona ama piano. Labda kama hujapata nafasi ya kusikia kwa sababu, uh, haikupata promotion ya ku, ya, ku, ya kujitosheleza. Okay. Yes, of course, mwanzo wa mwaka alichofanyaga tunapendeza. Nilifanyaga na bro, lakini haikupata bahati ya kushuti video, uh, official video, lakini ilikuwa na lyrics video. Na inafanya vizuri mpaka sasa hivi na ina, ina, ina milioni ngapi milioni. Kwa hiyo tu imefika kwenye mamilioni huko yet. It's, it's a good song kwa sababu watu hawezi ku hawezi kuangalia kitu kibaya, hawezi kusikiliza kitu kibaya, right? Okay. So, so so I'm Sasa. So... Sasa. Na kumbuka kuna moja ya interview ambayo nilitazama, alikuwa anafanya uh, mwanamuziki mmoja kutoka nchini Kenya kama sikosei. Jina anaitwa jina lake nimelisahau limenitoka kidogo, ila aliulizwa, Tanzania sasa hivi wanafanya mziki wa mapiano na unafanya poa sana, kwa sababu ndio mziki ambao kwa namna moja au nyingine unaweza kusema umeteka Afrika kwa ujumla na mapiano unatengeneza unaenda mbele hata mbele, tukiangalia duniani huko mapiano inafanya vizuri. Kwa nini Kenya uh, wasanii wakubwa hawafanyi mapiano? Akazungumza kauli hii kwamba, mziki wa mapiano ni mziki wa upepo, siwezi kufanya mziki wa upepo tunakubaliana na yeye kwamba mapiano ni mziki wa upepo, unapiga alafu unaondoka. Uh, kwanza hakuna mziki wa upepo, yani mziki unatakiwa ujue tu kwamba mziki ni roho moja. Leo ikitokea singeli imefanya vizuri Tanzania, watu wote wakawa naimba singeli, sio upepo okay, yani ni kitu kizuri, kitu kizuri siku zote huwa kinapendwa. Hmm. Uh, amapiano ni mziki mzuri, lakini inategemea na wewe umerepresent nini Right uh, ama piano nyingi nasemaga sio nzuri, kwa sababu wengi wanaimba tu pombe kulewa, sijui na nini. Yani yani ni vitu tu kwamba yani wewe unahamasisha tu mambo ya pombe, pombe tu muda wote. Mkumbuke kwamba kuna watu mtaani kule mmeacha, wanataka kusikia mziki, wanahitaji kusikia mmeimbia yale maisha yao ambao wanaishi, that's it. Yani mimi ndio hicho nacho doubt kwenye ama piano, lakini kusema ama piano ni mziki mbaya na kuna wengine nasikia wanasema ama piano inaua bongo flava, that's not true, kwa sababu Bongo Fleva ni Bongo Fleva na mapiano ni ya mapiano. Ukitaka kuaprove watu wrong, fanya kitu kikubwa kwenye Bongo Fleva. Watu watapenda always, watu, binadamu ameumbwa, ameumbwa kupenda vitu vizuri tu, na ndio maana binadamu ukimkwaza kwenye chochote kibaya hawezi kuwa sawa na wewe hata kidogo. yes. sasa. Lakini sasa hivi tukitazama kwenye hiyo kauli ya watu ambao wanasema mapiano imeua Bongo Flava. yeah. It's true tukitazama mapiano ame take over, hatusikii ule mziki ambao tumezoea kwa watanzania wenzetu, hatuisikii ile radha ya mziki ambayo tumeizoea kuisikia kwenye masikio yetu. Kuna vitu ambavyo tumevizoea kuvisikia, lakini hatuvisikii. Kwa maana hiyo, wale ambao wameongeeva wanaonyesha kama kuna ukweli hapo kati. Sasa, sasa, sasa hapo kuna utofauti mm. Unajua kuna kufa na kuna Yani hapo hapo alongea hivyo ni kitu ambacho ni, kwanza ni kitu cha ajabu. Yani, Bongo Flava haiwezi kufa. Ni kwamba ikifa Bongo Flava mziki wa Tanzania unakuwa ni amapiano. Ya Bongo Flava ipo kama Bongo Flava. Kwa anayejisikia kufanya Bongo Flava, anafanya kwa kipande chake. Na anayejisikia kufanya amapiano yes, anaweza akafanya kwa sababu ni business yeye. Yeah, amejiona yuko huko anaweza kupata chochote huko. Yeah, so it depend. Na nakumbuka niliangalia kwenye Insta story ya Sheta alisema, sasa ni muda wa ku wa kurudisha mziki wa wa Bongo Flava. Na tumeona kachia ngoma pale juzi juzi kama sikosei. Ngoma yake ni nzuri na inafanya vizuri. Kwenye kwenye hili unahisi tuna uwezo wa kuiondoa mapiano tukairudisha Bongo Flava kwenye chati ambao tulikuwa tunaiweka tangu hapo mwanzo? <laughs> Bongo Flava mbona ni mziki mkubwa sana jamani. Ila sasa umeshuka. Tukiangalia yeah. Kule tunaona yeah, mapiano tu. Sababu umeshuka yeah. Kwa sababu yeah. vizazi ambavyo vinaipresent Bongo Flava hawafanyi Bongo Flava. Right. Wenda wameamini kwamba huko wanakofanya ndo kuliko na manufaa zaidi mm. Right. Mm. Lakini Bongo Flava haiwezi kufa yani ni never. Okay. Yes. Tunawaambia nini kaka zako? Maana asilimia kubwa ya watu ambao huwa wanafanya hivi vitu ni kaka ma giant umwakuta kwenye industry. Nini ambacho tunawaambia? Uh, cha kuambia tu ni kwamba uh, wafanye tu kitu kizuri yani mi haijalishi wewe umefanya kwenye engo gani, fanye tu kitu kizuri lakini hata kama ukifanya mapiano mtu atakaye kusikiliza akirudi atafata kacha ya wa Watanzania mziki wao ni nini? Ni Bongo Flavor, right. Atasikiliza kwa sababu Bongo Flavor, tumefanya nyimbo nyingi za Bongo Flavor, ziko kama mtu ameona nyimbo zake za Bongo Flavor alizozifanya hazina faida, mwacha jaribu kuona anapona yeye, patamsaidia yes, kwa sababu ni biashara ya yeah. Okay. Yeah. Uh, kipindi ambacho tunaona watu wanatoka Konde Kondegeng, uh, ametoka Kili na Chidi alafu akatoka Angela. Kuna uvumi ukawa huko chini kwa chini, watu wanasema Ibrana ni moja kati ya watu ambao wanakaribia kutoka uh, kwenye lebo. Watu wakaa najiuliza Kwani Ibra naye anatoka? Si tumeambiwa ile ni Konde Geng alafu kwa ajili ya wa makonde tu alafu Ibra makonde inakuwaje? Ikabidi niseme mimi nikikutana na Ibra nitamuuliza hii. Kulikuwa kuna uh, kuna namna ya wewe kutoka ama kulikuwa kuna misunderstanding hapo kati. Kwanza kabisa ni wakati hao wanaosema kauli ya kwamba Konde Geng ni Konde Geng tu kwa sababu Konde Geng na members karibia arobaini sasa hivi kama kama sikosei kwenye thelathini na lakini wa makonde sijui tuko wanne. Wa makonde mpo? Kama sio wanne ni watano, yani kitu kama hicho. Mm -hmm. Yes, tukijumlisha wanakuja kutusalimia salimia ndugu zetu. Ah, okay. Right? Lakini nikisema wale ambao wako chini ya lebo tuko wachache. Yaani, ni mimi mm. Anko Duke. Okay. Yeah, of course. Na kuna braza yetu mmoja anaitwa Njengo. Okay. Yes. Ah, hao ndio wa makonde ambao wako kwenye, kwenye, kwenye timu ya Konde Gang. Okay. And hao ah, wote wengine wanaobaki wote sio wa makonde, lakini ni Konde Gang. Ah, nirudi tu kusema kwamba sio lazima wewe unapochukiana na mtu na mimi nichukiane naye na sio lazima wewe mahusiano yako na mtu anapovunjika na kwangu mimi yavunjike. Yaani, hicho sio kitu cha ukweli, na dunia haiko hivyo, na mahusiano ya binadamu hayako hivyo Right. Uh, mi kikubwa, mi mimi mshukuru tu Mwenyezi Mungu, tunazidi kuwasiliana vizuri na palipo kuvumiliana tunavumiliana, kwa sababu ndo binadamu, hamna sehemu isiyokuwa na changamoto. Never. Okay. Yes. Sasa So, so. Nataka tulizungumzie hili pia. Nakumbuka Angela kwenye moja ya ngoma yake hii ambayo ametoa sasa hivi aliweka kipande ambacho kinamuonyesha mtu anayefanana na Harmonize pamoja na Kajala kuwageuka huko ndugu yangu. Acha kuchekea pembeni. Geuka huko watu wakuone. A, a, a, wakati sasa anaonyesha yale maudhui kwamba kipindi ambacho Kajala alikuwa hapa alikuwa ni mtu ambaye anasimamia maokoto, naweza nikasema kwa namna hiyo kwamba kila kitu ambacho msanii anaweza akawa anakitaka basi Kajala ndiyo muhusika. Kuna ukweli lolote kwenye hili kwamba Kajala alikuwa anawazuia baadhi ya watu kuchukua pesa kwa konde? Uh, <laughs> <that's crazy. laughs> Uh, mimi ninachoamini ni kwamba uh, akati Kajala yuko yuko yuko konde gang, yeye ndo alikuwa mtu ambaye ana, anayo mapato yote yani, like bro akipata chochote basi, hata ukimfuata muda mwingine atakwambia like uh, mfate meneja kwa sababu hata mi niliposti nikasema ndo meneja, okay. Na hata kwenye interview zangu nikasema yes, nikitaka maukoto mm. Napita kwa meneja kwao. Sijajua kama yeye alikuwa na njia yake huku, alifinyiwa, labda alinyimwa okay. So ndio maana nakwambia ni wao, yani mi sina matatizo na mtu yoyote, maana ile ilikuwa ni kwakwe yeye tu ndugu yetu, dada yetu kipenzi, labda kwake yeye, labda lakini mimi sikuiona siku, kwa sababu sikukutana nayo mm. E, ningekutana nayo ah. Na mimi, mimi, mimi nikikutana na kitu sikusubiri, yani mimi sikusubiri, mimi nakuambia ukweli, kwa sababu haya ni maisha so, okay. na banaje, hela sasa tuishi je? so, so, <laughs> Sawa, through this ambazo tulikuwa tunakiona kwenye mitandao yeah, kwamba huyu anajibu hiki, huyu anaongea hiki, Kajala anamjibu anamzungumzia hivi Harmonize; Harmonize anamzungumzia hivi Kajala. Wewe ulikuwa chini huko chini ya Konda Gang. Harmonize ni bro yeah, ni rafiki yako karibu, naweza nikasema unapata nafasi ya kuzungumza naye. Ulikuwa unazungumza unazungumza naye nini on that time ambao unaona vile vitu vinaendelea kwenye mitandao Ha, Konde ni damu yangu, lakini kitu ambacho mi nimejifunza kwenye maisha yangu yeah, siwezi kuingilia mahusiano ya mtu yoyote wala mtu yoyote anapogombana na mpenzi wake kwa sababu kilichowafanya wakawa pamoja yeah. Yeah. Right? Mm -hmm. Mapenzi ni mapenzi. Mm -hmm. Yes, so, kama, kama, kama, kama kama wazazi wake wapo watu wake wakaribu wengine wapo, mimi kama mdogo wake mm -hmm. nilikaa hivi nikaangalia sababu na nami kuna okay. na, chochote. Okay. Yes. Na, na, na na na kwenye hilo hilo pia nakumbuka na Uh, kipindi ambacho unatutambulisha una, una wifi yetu sisi wa Mbeya. Wa Mbeya, wifi yetu ule milia Modemba mnamkumbuka eh? Wifi yetu ule milia Modemba. Usifahamu, umesahau sawa. Lakini sasa Yeah. Miriam akaja akaposti kwenye mtandao mm -hmm. kwamba mm -hmm. penzi lake wewe na yeye limevunjika kutokana na Harmonize, kwamba Harmonize alikuwa hataki wewe na yeye muendelee na mahusiano. Na surprise kusema oh, umshauri kitu Harmonize. Harmonize anahusika na nini, na Harmonize hayupo huko? Urafiki wangu mimi na yeye na Harmonize, mbona ni vitu viwili tofauti, lakini si ndio, aliandika hivyo kwenye page yake ya Instagram mdogo wangu. <laughs> hilo picha hapo hilo <laughs> sio picha nzuri, lakini kwenye mapenzi, mapenzi hawashauriani. Mapenzi, mimi nimempenda mtu nimempenda, mimi nimempenda mtu mm-hmm, nimempenda mimi na bado akaniona naye na maisha, akazidi kuendelea na mpaka nilipoamua mimi kwamba hii yani, hii sio sawa mm-hmm, kwamba yani nimeambiwa na watu, lakini pia wewe mwenyewe umeniprove kwamba, yani, kwa sababu mapenzi ni watu wawili, mapenzi sio domo la mtu mwingine wa pembeni. oh, yeah. Yeah, that's why, nakwambia, like uh, kama yeye aliandika hivyo ni yeye, labda kuna kitu aliona, lakini hajawahi kuwa mpenzi wangu Miriam. She's my sister. Mimi naweza nikakutolea message zake hapa. No, no, tutoe, hamna shida, tutoe tusome. Jamani mimi, mimi sinipo subiri nikwambie, mnajua mimi nimetumwa, au sio ndugu zangu amjanituma? That's crazy. Ndugu zangu wamenituma. Yeah, yeah, of course. Nataka nione message. Message zangu mimi ni secret yangu. Hatujawahi kuwa wapenzi. Ni drama. Kwa mziki wako unaenda na kiki sasa hivi. Ya, nilifanya kiki kwa sababu kni kwa wasanii wapo wanaofanya kiki, kwa nini mimi nisifanye? Hmm. Eh. Okay. Eh. Kwa una believe kwenye mziki wa kwenda na kiki sasa hivi, unamjua mpenzi wangu mimi? Unauhakika sina na, na, Aka, una... Let's go. Bwana, neno moja kwa mashabiki zako bwana. Coming back, Ibra Ibra jamani. Anarudi sasa hivi. Yeah, thank you so much guys and um niko na kitu kizuri cha kushare kwenu. Uh, I think mwezi huu huwezi kuisha bila kuachia project na I, I think itakuwa ni yani, ni project kubwa mm -hmm. Ya yeah, unajua kuna project alafu kuna project kubwa, ni project kubwa. Oh, yeah. so yeah, cool guys, get ready. Something big is coming. Mm-hmm. And ntaomba tu mshie kwa kila mtu na, na mapenzi yenu pia ni kwangu mimi kitu cha umuhimu, kwa sababu bila nyiye mi siamini kama kuna mziki wa Ibra. Mmeanza kunipambania kitambo na mpaka sasa hivi naamini bado mnanipambania, kwa sababu kuja kwenye page yangu na kusema mnahitaji kitu kizuri, it means kwamba mmemiss kitu kizuri ambacho Ibra huwa ana create. So get ready guys, thank you so much. One love.